Nakusalimu mtazamaji na karibu sana katika siku ya leo ambapo ni kwa neema yake Mungu tunakutana hapa katika kipindi hiki kizuri, kipindi cha Kivulini. Aa, kipindi hiki huangazia mambo mbalimbali mbali yanayohusu utendaji wa idara zilizopo ndani ya kanisa la Waadventista wa Sabato aa, na hapa tutapata namna ya kuzifahamu idara hizi kwa mapana, mambo zinazofanya, namna ambavyo aa, zinaweza kugusa jamii katika swala zima la utume naye kuandalia kipindi hiki, ninaitwa Spora Mseli Molontalima nikikualika uwe pamoja nami kuanzia mwanzo hadi mwisho. Na leo katika kipindi ninaye mkurugenzi um, wa huduma ya afya na kiasi idara ya huduma na afya aa, ambaye ni mratibu pia wa VVU na ukimwi kwa Union Mission ya Kusini mwa Tanzania. Yeye ni Dr. Livingston Kingu ambaye ni kitaaluma ni daktari wa binadamu, atakuwa pamoja nasi hapa kutueleza mengi yanayohusu idara hii ya afya aa, katika Union Mission ya Kusini mwa Tanzania. Karibu sana daktari. Asante sana Spora, ujambo? Sijambo, habari ya majukumu? Ni nzuri, yumkini. Naona una furaha sana. Nimefurahi kuwa nawe hapa, ikiwa ndio kipindi chetu cha kwanza kabisa cha Kivulini. naam. naam. Na wewe umepata nafasi ya kutufungulia kipindi hiki ambacho kwa hakika ninaamini mtazamaji atabarikiwa. Karibu sana Dr. asante. Asante sana katika kipindi hiki kizuri, ninaamini ya kwamba kwa neema ya Mungu tutafikisha ujumbe na Amina. Asante Amina. sana unaostahili. Naam, mtazamaji, ninaamini bila shaka sasa uh, unatamani kufahamu kwa undani juu ya idara hii ya huduma za afya hapa kwa Union Mission ya kusini mwa Tanzania, lakini daktari atatupitisha kuifahamu uh, kwa upana zaidi, kama asianzie hapa kwa sababu idara hii ni pana zaidi na kuna mahali imeanzia. Karibu daktari. Asante sana, umejuaje? mm -hmm. idara ya huduma za afya na kiasi ni idara kama idara zingine zilizopo katika kanisa la Waadventista wa Sabato. Naam. Kanisa lina idara nyingi. Nilikuwa najaribu kuangalia haraka haraka zinaweza zikafika ngapi? Mm. Nikahesabu zilipofika kumi na tatu nikagundua kwamba kumbe ni nyingi ngoja niache hapo. <laughs> Kwamba ziko nyingi sana. Ziko nyingi. Mm -hmm. Na idara hizi labda tu ni kwa msikilizaji na mtazamaji unaweza ukaita pia wizara. Mm -hmm kama ilivyo kwa serikali ya Tanzania na serikali zingine kuna wizara ili kuwezesha serikali kufanya kazi vizuri, yeah. Na kwa kanisani tunatumia neno idara. Kwa hiyo nikishatumia neno wizara, ninaamini kwamba walio wengi wataelewa. Miongoni mwa idara ambazo zinafanya kazi ndani ya kanisa ili kutimiza ujumbe wa Waadventista wa Sabato ni idara ya huduma za afya na kiasi lakini kuna neno umesema pia ni mratibu wa VVU na ukimwi mm, kwa kanisa la Sabato kwa, jimbo, kwa, kwa, kwa Union ya Kusini. Naam, uko sawa. Kanisa baada ya janga hili la ukimwi na virusi vya ukimwi liliona ni vyema kuanzisha makao makuu ya kuratibu na kusaidia wahanga, lakini pia na wale wanaotegemeza wahanga na makao makuu ya kwa Afrika ya Kusini kwa hiyo popote pale alipo anayeitwa mkurugenzi wa afya, yeah. Yeye ni mratibu, na nikisema hivi sisi tuna wakurugenzi kuanzia kwenye kanisa mahalia yule yeah. Kiongozi wa huduma za afya na kiasi kwenye kanisa mahalia, siku ya leo ninatamani afahamu ya kwamba na yeye pia ni mratibu wa VVU na ukimwi yeah. Hivyo inapanda ngazi ukija kwenye jimbo dogo ambalo linaweza likaitwa field au conference. mm -hmm. Kuna mkurugenzi ambaye yeye naye anaratibu. mm -hmm. Ukija kwenye unioni sisi kwetu huku ni kusini, kuna mkurugenzi naye anaratibu pia masuala haya ya virusi vya ukimwi na ukimwi. mm -hmm. Kwa Tanzania tuna unioni mbili yeah. Tuna ya kaskazini na ya kusini. Kule kaskazini kuna mkurugenzi wa idara ya huduma za afya na huko kusini kuna mkurugenzi wa idara ya huduma za afya pia ni mratibu wa VVU na ukimwi. Kwa hiyo unaona kwamba hizi ngazi zote nimezitaja kwa namna hiyo kwa makusudi maalum yeah. Lakini ninapozungumzia idara ni vizuri pia kuelewa kwamba union ziko chini pia ya division okay. Na division kwa wale ambao hawawezi kufahamu vizuri, labda tuwaeleweshe tu, ni kwamba katika nchi mbalimbali kuna union, lakini kuna ukanda ukiungana, zile nchi zikiunganishwa zinatengeneza division moja mm. na kwetu sisi kuna division ya Afrika Mashariki na Kati, makao makuu yako Nairobi, ndio wanasimamia hizi nchi takriban kama kumi na tatu hivi mm. za Afrika Mashariki na Kati, Tanzania tukiwepo hapo wow. kuna mkurugenzi mm -hmm. wa idara ya huduma za afya na kiasi na ni mratibu wa VVU kwa division. Lakini dunia nzima ina division kumi na tatu na hizi division kumi na tatu kila division ina mkurugenzi mm -hmm. Na huko katika kila division kuna union kadhaa ambazo na huko zina wakurugenzi mpaka kwenye makanisa mahalia mm -hmm. Lakini kwa kumalizia tu, kwamba idara hii inasimamiwa na ngazi ya juu ya kanisa la Adventista Sabato duniani. Sisi tunasema kwamba conference kuu ambayo iko Marekani hapo, tunaye mkurugenzi wa idara ya huduma za afya na kiasi, lakini yeye sio mratibu wa VVU kwa nini? Kwa sababu ilipoonekana kwamba hili janga limejikita sana katika nchi ya Afrika hmm, na hususan ni katika jangwa la kusini mwa mwa mwa Sahara. Kwa hiyo ikaonekana ni vizuri makao makuu yawe Afrika kusini kwa ajili ya ukaribu wa kuhudumia kwa hiyo kule tuna daktari ambaye ni mkurugenzi sasa maalum kabisa wa huduma za VVU na ukimwi vya kimataifa lakini makao makuu yakiwa Afrika huyu anaitwa Dr. Sikwa Bangwato ni mwanamama huyu ambaye amebobea na anasaidia sana sasa nimalizie kukuambia kitu kidogo idara ya huduma za afya na kiasi kwa ngazi zote kuanzia General Conference, yaani conference kuu, mpaka hapa tulipo na mpaka kule chini, mpaka kanisa mahali ambako nimesema, zina kazi maalum ambazo tutaita ni makusudi okay. Na makusudi hayo sasa ndio tutakuwa tunatembea kuyaangalia na utekelezaji wake na mambo kadhaa wa kadhaa ambayo yatatusaidia na naam daktari, ninaamini sasa angalau umetufikisha mahali ambapo hata mtazamaji ambaye alikuwa hana uh, uelewa mzuri wa namna ambavyo ngazi hizi za idara ya afya zinafanya kazi amepata kitu. Umezungumza pia habari ya kiasi. Naam, kiasi kiasi kina kinazungumziwaji hapa katika suala zima la afya. Tunapozungumzia habari ya huduma za afya, hizi ni idara, unaweza kadhani ni moja mm -hmm. Lakini kwanza kabisa ni vizuri ieleweke tu kwamba nayo kiasi ni pana. Hebu tuiache kidogo huduma za afya, tuje kwenye kiasi peke yake. Kiasi ni kuwa na wastani, kuwa na uwezo wa kujidhibiti, hata kwa mambo mazuri, hata kwa mambo mazuri, hata kwa mambo mazuri, hata kwa mambo mazuri lazima uwe na kiasi. Tunafahamu kwamba mambo mazuri tunatamani yawe mengi ya uhum. Sasa neno kiasi maana yake ni wastani, usizidi na usipungue. Kwa hiyo hata kama unakula chakula, basi kula kiasi ambacho kinakufaa, sile sana kupitiliza, lakini pia usipunguze sana, anapotia sio vizuri kiafya. Kwa hiyo kiasi ni kufanya jambo lolote, hata kama ni zuri kwa wastani ila inapanua kidogo, neno kiasi lina makatazo na maelekezo. Kanisa la duta wa Sabato linazungumzia habari ya kuzuia mambo mabaya au matumizi ya vitu vibaya, kwa mfano pombe, sigara, madawa ya kulevya, uh, bangi na mambo mengine kama hayo, ya kwamba hayo ni kuacha. So kwa hiyo kiasi ni kuacha kabisa mambo mabaya Alafu ni kutumia kwa wastani mambo ya ya mazuri, mazuri. <laughs> Nam, asante sana Daktari. Sasa hebu tupeleke kwenye kusudi sasa uh, za kuwa na idara hii ya afya kwa kanisa. Um, kusudi la idara ya huduma za afya na kiasi kwanza ni kumpatia mtu nafasi ya kuwa na afya njema kimwili, kiakili, kiroho na kijamii, ukiwa namna hiyo, mm-hmm. Tunaamini kwamba huyu mtu anaweza kumwabudu Mungu vizuri, yaani akiwa na afya ni pamoja na afya ya akili, na afya ya akili ni pamoja na ku, ku, kuwa na maamuzi sahihi, kuwa na uchaguzi sahihi, kuwa na mahusiano sahihi. Kwa hiyo mtu kama huyu uh, tunasema ana afya njema Hatuishi kwa mwili tu. Unaweza kuwa na afya njema, una uzito mzuri, lakini afya ya akili ikawa sio sawa, bado hauko vizuri. Kwa hiyo kuna neno tunalitumia, tunatumia neno afya kamili, afya kamili, afya kamili. Mm -hmm. Ukishasema afya kamili, maana yake huyu mtu amekamilika kuanzia kimwili, kiakili na kiroho, hayo mambo makubwa matatu. hayo mambo makubwa, mm -hmm. hayo ndiyo kusudi hasa la kuwepo idara ya huduma za afya na kiasi katika kanisa pamoja na huduma za VVU na ukimwi. Sasa hilo ndio lengo linalokusudiwa. Hebu tuende kidogo sasa, kuna makusudi maalum sasa ambayo yanajenga katika hiyo, yaani yale makusudi tukiyataja yale yako kama manne hivi, tukiyataja yenyewe yana, yana siliba sasa uwezekano wa kuwa na afya njema kiakili, kiroho, kimwili mm. na kijamii mm. Haya mambo yako takriban kama manne, nilikuwa najaribu kuangalia kidogo hapa. Jambo la kwanza, ili mtu awe na afya njema, tunahitaji kumpatia elimu ya afya, hasa elimu ya afya pale ndani mm. ndio utakuta kuna kanuni za afya ambazo kanuni hizo ndio zitajumuisha mambo mengi mm. sisi kwa kanisa la dunia Sabato zamani hizo tulikuwa tunatumia neno e, new start mm -hmm. mianzo mipya mm. lakini ukiziangalia, ukizitaja moja baada ya nyingine utagundua kwamba ni kanuni za afya. Yu, mianzo mipya, doktor, unaweza ukatuambia kidogo ilikuwa ina, inagusa wapi na wapi? ile mianzo mipya yale maneno new mm. afu start ilikuwa na maana yake sitazama sana kwa sababu hiyo tayari tulishapita tulishaenda vizuri zaidi naam. lakini n ilikuwa na sababu baadaye ya lishe ni yani nutrition mm. naona hii eh? nayo ilikuwa nasema badala ya exercise mazoezi w ilikuwa na sababu baadae ya maji water mm. na kuendelea sasa, sijikiti sana huko kwa sababu sisi tumeshatoka, rafiki, ndio tumeshavuka. umetuambia hapo mbele kuna hatua, kuna hatua nyingine, kuna hapo hatua nyingine ambayo unajua hakuna kitu kizuri kama kuwa na mwendelezo wa kufanya utafiti yeah, na kugundua mambo. Ukisoma neno la Mungu, sisi tunatumia roho ya na nabii pia, alafu sayansi, kwa hiyo tunakuja na mambo ya kuboresha. Kwa hiyo iliboreshwa sasa, inaitwa inaitwa celebrations. Celebrations. Hili ni neno ambalo ni mkusanyiko wa maneno ambayo ukichukua herufi moja moja ya kwanza inatamkika celebrations. Kiswahili ni sherehe na yumkini ni sherehe kwa sababu ukishaya muda ya, ya maneno yote, mm -hmm. utasherehekea afya njema mm -hmm. hatuendi yote mm -hmm. lakini kugusia tu ili upate ile dhana mm -hmm. Celebrations, ile C ni choice, uchaguzi mm -hmm. ile E inayofuatia ni exercise, mazoezi mm -hmm. Sipendi sana kusema mazoezi mwana. mm -hmm. Mtatoka mtaingia tu mkaanza kufanya mazoezi kwenye jimu kunyanyua vyuma. Mimi wanapenda kusema kwamba badala ya neno mazo, mazoezi pale mm -hmm. tunaweka kuushughulisha mwili kufanya kazi, mazoezi, yale ya kunyanyua vyuma. Mazoezi ni mbadala wa kazi mm -hmm. usipofanya kazi ngumu, basi fanya mazoezi mm -hmm. ili mwisho wa siku umeushughulisha mwili mm -hmm. Kwa hiyo ni exercise ile helo ile Tusuna sele ile helo ile ni kimiminika, kwa kuwa ni neno la Kiingereza, ni likuidi. Inaweza kuwa ni maji, inaweza kuwa ni juisi, inaweza kuwa ni maziwa, yaani chochote ambacho ni kiko katika asili ya umaji maji. Ndio maana tumetumia neno kimiminika. Na neno likuidi sio maji, likuidi ni kimiminika, inaweza kuwa ni maji inaweza kuwa ni juisi, inaweza kuwa ni maziwa na kadhalika, hata madafu ni liquid. Tuko pamoja? Kwa hiyo ili neno hebu tuliache tu hivi, yako mengi huko mbele celebration, kuna kuna kuna Uh, kuna huko kuna, kuna, utakutana kuna nutrition any utakutana na kuna high, integrity mm. Yani uadilifu utaenda utakuta kuna t temperance ambayo ndio kiasi inaingia, utaenda utakuta kuna AC, social support usaidizi wa kijamii kwa hiyo mm. Yale maneno yote yameungana kuzaa lile neno celebrations. Kwa hiyo mm. siku ikifika ya kipindi maalum tutadadavua celebrations kwa ndani uh -huh. Lakini pia kuna kusudi la pili la idara ya huduma za afya yeah. Ni kupunguza mateso na kutibu magonjwa. Mtu akiugua, kwanza anateseka kwa sababu ya ugonjwa, lakini pia wale wanaomuuguza wanateseka kwa sababu wameelekeza nguvu zao na muda wao kumuhudumia anayeugua. Lakini hii ni haribifu hata kwa uchumi. Kwa hiyo kusudi idara ya huduma za afya ni kuwasaidia watu ili kuhakikisha kwamba afya zao zinatengemaa na zikitengemaa tunapunguza mateso ambayo wangeyapata kutokana na kuugua yeah. Lakini tunapotibu basi tunaamini ya kwamba watapona yeah. Wakipona tumeondoa au tumepunguza kule yeah. kuumia kwao yeah. Lakini namba tatu, idara huduma za afya inashirikiana na taasisi zingine duniani yeah. Ndani na nje ya kanisa. Nikisema ndani ya kanisa maana yake ni kwamba umu ndani tuna wataalamu wa afya huko ndani mm -hmm. lakini humu ndani tuna taratibu za aidha kuelekezana mapishi mm -hmm. kufanya mazoezi kuchunga, kuchunguzana afya mm -hmm. lakini kutoka nje tunafanya huduma kama hizo za ndani mm -hmm. lakini kule nje tunashirikisha pia na taasisi zingine za serikali, za watu binafsi mm -hmm. tutakuja kuona kwamba tunashirikisha vipi na vipi hatuvishirikishi kwa sababu kuna hatushirikishi vyote, kuna vingine haviendani na falsafa ya kanisa tunaviacha, vile ambavyo vinaendana na falsafa ya kanisa tunavichukua. Ila nimesema ni la ngapi? La tatu, la nne. Idara ya huduma za afya pia inasimamia mafunzo ya wataalamu wa afya kwa hawa ambao wako katika ndani ya kanisa na nje ya kanisa. Nitolee mfano kule Kigoma Heri Mission Hospital. mm -hmm. ile hospitali ya misheni ile ya kanisa. mm -hmm. kuna chuo cha wauguzi kiko chini ya idara ya huduma za afya, lakini tulisema kwamba kuna idara zingine ambazo ziko ndani ya kanisa. mm -hmm. utakuta pale idara ya, mm -hmm. idara ya elimu ipo, maana shule zote ziko chini ya idara ya elimu, lakini shule zinazo zikawa za afya au taaluma zingine. mm -hmm. kwa hiyo shule zote za afya bado ziko chini ya idara ya elimu ya, ya elimu afya. Hapo, mm. hapo utagundua kama tunafanya kazi kwa pamoja kama kuna kushirikiana kushirikiana ndani ya idara umeona hiyo kitu eh? mm. Sasa sisi tunaamini katika kuwafunza na kuwaelimisha wataalamu wa afya ili waje kufanya kwa weledi kwa uelewa, mm. pasipo kupotosha au kuumiza watu, okay. Hayo ni makusudi manne makusudi manne ambayo kimsingi aa, yakizingatiwa kwa kuunganisha nguvu katika idara na idara yanahakikisha lengo lile la utume linafikiwa. Lina

Daktari, muda wetu sio rafiki sana, tumebakiwa na dakika chache hivi uh, kuelekea mwisho wa kipindi. Pengine tutakuwa na nafasi nzuri uh, kwa kipindi kijacho kuelewa uh, dhana zaidi kuhusu afya pengine yeah. Tumwandae mtazamaji uh, kwamba ili idara ifanye vizuri ni nini ambacho kinazingatiwa utupitishe kwa uchache, ambapo uh, hizo pointi tutazizungumza kwa undani kwa kipindi kinachokuja. Ninashukuru sana. Sasa uh, katika vitu ambavyo na, napenda mtazamaji na msikilizaji aweze kuzifahamu vizuri mm. ni falsafa ya huduma za afya ya kanisa la Waadventista wa Sabato mm. Falsafa mm. Falsafa tafsiri yake maanake ni uelewa mm-hmm. jinsi ambavyo Waadventista wa Sabato wanaelewa kuhusu afya kwa hiyo mojawapo ni kwamba tunatoa elimu ya afya inayozingatia mtindo wa maisha na kanuni zinazofaa ili mtu aweze kuwa na afya njema. Lakini la ya pili, hizo kanuni ndio ziko ambazo tu hizo kwenye kwenye celebration. Celebration. Ambazo siku tukifika tuzidadavua. Okay. Lakini ya pili falsafa ya pili ni ile ya kuhakikisha kwamba ni haki ya mtu kuwa na afya njema wakati wote, maana yake ni kwamba aidha umzuie au akipata shida umsaidie. Unawezaje kumzuia dokta? Kumzuia ni kwamba ni kumfundisha namna ya kuishi kiafya akizingatia kanuni za afya ambazo tutakuja kuzizungumza baadaye. Alafu sasa anaweza akaugua pia, aidha kwa kukosea mwenyewe au kukosewa na wanaomhudumia, alafu akaugua. Kwa hiyo tunaamini kwamba huyu mtu anasaidiwa, lakini falsafa nyingine ni kuhakikisha ya kwamba tunatambua mili yetu ni hekalu la Roho Mtakatifu, na si mali yako. Hata mimi sio mali yangu, mimi ni mpangaji tu, mwenye mwili ni Mungu. mm -hmm. Na ndiye ambaye anatupa maelekezo namna ya kuuishi huu mwili kwa kuzingatia, nifanyie nini, sifanyie nini. mm -hmm. Ndiyo maana kwenye Biblia anasema kwamba basi mlapo au mnywapo iwe ni kwa utukufu wa nani? wa Mungu, Mungu. Mm -hmm. Falsafa nyingine ni kwamba sisi tunaamini katika mlo wa kiasili wa asili ya mimea. mm-hmm. Utanyuuza sasa kivipi, tutakuja kuzungumza baadaye, lakini ni kwamba mlo ule, basi ikiwa ni vyema nyama isitumike. Dokta, hapo twende polepole, na pengine tutatamani tuelewe zaidi, maana ukisema nyama isitumike hivyo juu juu inaweza kuwa ni jambo gumu kidogo. <laughs> nilijua ni, ni, tu kwamba <laughs> utauliza nitauliza kwayo, hivyo na pengine tunajipa sasa nafasi. Aa, kwa sababu ya wakati ndiyo tuna dakika chache tufikie mwisho wa kipindi chetu. Mimi leo nakupa nafasi ya kwamba mm -hmm. uelewe kwamba mm -hmm. milo ya nyama mm -hmm. isitumike mm -hmm. si lazima, okay. tunashauri mm -hmm. tutakuja kuzungumza habari ya hasara mm -hmm. na changamoto zilizopo kwa walaji wa nyama mm -hmm. lakini unapofanya hivyo lazima uangalie mbadala wa vitu fulani takao kuja kuvizungumzia ukivikosa ukiacha nyama mm -hmm. lakini tunashauri vizuri tu kwamba mtu atumie vyakula vyenye asili ya mimea mm -hmm. alafu aweke labda maziwa au mayai, ili kufidia sehemu ya nyama aliyoiacha. Tukomee hapo dokta, na tumwambie tu mtazamaji sasa kwamba ajiandae na ajiweke tayari kwa sababu yes. Uh, inabidi tujue kwa, kwa, kwa undani zaidi kwamba ukiambiwa uache nyama je? yeah kwanza kuna athari gani ambazo zina utazipata kwa kutumia nyama, lakini pia ni uh, nini ambacho kinaweza kuwa mbadala. Tumwache na kiu hiyo tu, kwamba, tu eh, tukirudi uh, katika kipindi kijacho tutafahamu zaidi na utatuambia kwa kina zaidi. Asante sana. Naam, dokta, mimi ni kushukuru kwamba kwa leo muda wetu uh, umeishia hapa, na hivyo tujiandae vizuri kwa ajili ya kipindi kijacho ambapo mtazamaji tumemwacha pia na kiu ya kufahamu kwamba ni nini kinatakiwa kufanya hasa katika kuepuka matumizi ya nyama, lakini tumeambiwa, umetugusia kwa uchache kwamba kuna mbadala. Sasa je, huo mbadala ni upi? Naamini katika kipindi kijacho tutafahamu kwa uzuri zaidi. Namkaribisha mtazamaji na msikilizaji mm -hmm. Ajipange naam, ikiwezekana awe na kalamu pembeni mm -hmm. kama anaweza kurekodi ya rekodi, ndio, alafu itamsaidia. Amina. Mimi ni kushukuru sana dokta kwa kushiriki nasi katika kipindi hiki cha kwanza, na huu ni mwanzo tu wa mwendelezo wa baraka nyingi kuifahamu idara ya afya na namna ambavyo uh, tunaweza kunufaika nayo katika swala so zima la maisha yetu ya kawaida pamoja na katika maisha ya umilele. Naam, mtazamaji ni kushukuru sana kwa kusafiri nami katika mianzo ya kipindi hiki na leo tunakomea hapa na ikiwa ni uh, mwanzo wa safari nyingine ya kipindi kingine ambacho kitakuja uh, kutuelimisha zaidi. Leo tumekomea hapa kwamba kwa nini tuepuke kula nyama na ni nini mibadala na hivyo ni kualike usikose juma lijalo, kwa ajili ya mwendelezo wa kipindi na kuona ni nini ambacho tunashauriwa zaidi. Kwa niaba ya timu nzima ya Hope Media STU, mimi ni Spora Mseli Molontalima, na kipindi chako pendwa hewani ni Kivulini. Kwa heri na Bwana akubariki.